Ujambo na karibu mtazamaji wangu mpendwa wa kipindi cha Kiswahili kitukuzwe. Karibu sana katika chaneli hii ya Mwalimu Wanjala ambapo Kiswahili tu kinatukuzwa. Leo hii ningependa tuongee kuhusu silabi au tujikumbushe kuhusu somo la silabi. Kwanza kabisa tuanze na maana ya silabi. Silabi ni nini? Kwa hivyo neno silabi na maanisha pigo moja la sauti. Kwa ufupi hivyo. Ni pigo moja la sauti. Kwa mfano tukisema neno pigo, p ni pigo moja alafu go ni pigo lingine. Kwa hivyo neno pigo liko na mapigo mawili, kwa hivyo tunasema neno pigo liko na silabi mbili. Kwa hivyo silabi ni pigo moja la sauti. Hivyo basi tukishajua maana ya silabi, tujue aina za silabi. Kuna aina mbili kuu za silabi. Aina ya kwanza ni silabi huru, aina ya pili ni silabi funge. Kwa hivyo kuna silabi huru ambayo pia unaweza ita wazi, na pia kuna silabi funge. Kwa hivyo tunaanza na silabi huru ama wazi. Silabi huru ama wazi ni silabi ambayo inaisha kwa irabu. Bila shaka tunajua irabu ni a, e, i, o, u. Kwa hivyo silabi yoyote ambayo inaisha kwa irabu tunaita ni silabi huru ama silabi wazi. Kwa mfano neno kalamu. Neno kalamu liko na mapigo matatu: ka, la na mu. Kwa hivyo silabi ya kwanza ni ka, na ka iko na sauti konsonanti alafu iko na irabu a. Kwa hivyo unaona hilo pigo moja ambalo ni ka, hiyo silabi imeisha kwa irabu. Kwa hivyo tunasema ka ni silabi wazi ama ni silabi huru la ni silabi wazi ama huru kwa sababu imeishia na a. Mu ni silabi wazi ama huru kwa sababu imeishia na irabu u. Kwa hivyo silabi huru au wazi ni silabi ambazo zinaisha kwa irabu. Upande mwingine, silabi funge ni silabi ambazo zimeisha kwa kwa kwa konsonanti kwa konsonanti zimeisha kwa mfano, ukisema neno mkate. Mkate. Neno mkate mkate, m, mkate kafmnokt ni silabi moja, ka ni silabi ya pili, te silabi ya tatu. Kwa hivyo silabi ya kwanza m mm. Unaona ni m mm peke yake, hiyo ndio tunaita silabi funge kwa sababu imeishia kwa konsonanti, haijaisha kwa irabu. Alafu silabi ambazo zimeishia kaa na te ni silabi wazi au huru kwa sababu zimeishia kwa irabu. Kwa hivyo hilo ndo somo letu la siku ya leo. Tukutane kipindi kichajo. Shukrani.